Naitwa na Zainab Shabani Bungwa, ni kamishna msaidizi, lakini pia nasimamia rasilimali za misitu ATFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Nasi pia tupo katika viwanja vya maonyesho vya Jakaya Kikwete Dodoma. Katika huduma mbalimbali ambazo zinapatikana, tuna huduma za udungaji wa nyuki, na huduma ya udungaji wa nyuki inakusaidia wewe kuongeza imuni kwenye mwili wako. Lakini pia TFS, huduma hii haipatikani tu hapa kwa leo, inapatikana hapa na tupo mpaka tarehe tano, siku ya kilele. Lakini huduma hii ambayo utaipata katika banda la TFS haipatikani tu hapa, inapatikana pia katika maeneo yetu ya hifadhi ambayo yako Pugu, Kazimzumbwi siku zote kitaalamu, wakikushauri kwamba hiki ukikifanya matokeo yake yatakuja haya haya, mtuwezi. Haya ndio yanayotuvuta, siwezi kuweka kwamba nipinge au niseme nione matokeo chanya kuanzia hapa nilipo, hapana, ila ninatumaini kwamba niko sehemu ya system sasa ya kuelewa kwamba hii ni sehemu ya huduma. Ah, pia tuna zao la asali, asali utaiona hapo, lakini pia kuna bidhaa za asali, lakini pia tuna bidhaa za miti, tuna bidhaa za mbegu, lakini pia wakala wa huduma za misitu tunatoa huduma za utalii korojia. Tuna misitu ipatayo 25 ambayo tumepandisha hadhi kwa ajili ya utalii korojia, lakini pia tuna mashamba ya miti. Karibuni sana, karibuni sana, na sisi kama TFS pia tunaungana na dunia nzima kuadhimisha siku ya mazingira duniani yenye ujumbe kwamba mazingira yetu, Tanzania tuwajibike, lakini pia tudhibiti matumizi ya plastiki.